Hmm, haya hapa ni majina ya wale walioweza kuitwa katika interview au usaili. Haya ni majina ya nyongeza na majina haya yametangazwa tarehe 27 mwezi wa 9 2025 na ishirini tano. Usaili huu utafanyika kuanzia tarehe kama ilivyoonyeshwa, na unachotakiwa kufanya ni kwenda na vyeti vyako halisi kuanzia cheti cha kuzaliwa mpaka cheti cha elimu ya juu kutegemeana na sifa za mambaji Ratiba ya usaili wa mchujo ni kama inavyoonekana katika video hii. Utaangalia mwajiri, kuna kada, tarehe ya, ya usaili, pia na mahali ambapo usaili utakufanyika. Kwa hiyo unachotaka kufanya ni kusoma PDF hii vizuri, ili kuipata ratiba hii na kuifahamu ratiba ya usaili inafanyika wapi na usaili utafanyika tarehe ngapi unatakiwa usome PDF hii. Sasa ili kuweza kuipata PDF hii unachotakiwa kufanya ni kujoin katika grupu letu la WhatsApp, link ipo katika description. Lakini pia kama ni mara yako ya kwanza kuingia katika channel hii ya Feaboy tafadhali bonyeza neno subscribe, like video hii, share video hii na channel hii, na usiana na update zote kuhusu ajira, elimu, pamoja na mbinu mbalimbali za kuweza kutengeneza pesa kupitia simu yako ya mkononi tu. Na kama kuna kwama sehemu yoyote unaweza ukawasiliana nasi, namba zetu pia zipo katika description ya video hii. Majina ni kama jinsi yanapopita katika video hii, kama jinsi ambavyo unavyoona katika video hii. Lakini video hii unaweza usiweze kuona jina lako, kwa hiyo hakikisha unaipata PDF hii katika grupu letu la WhatsApp, link nimekuwekea katika description ya video hii. Share video hii na wengine wengi zaidi, ili waweze kuona kama wameweza kuitwa kwenye usaili na waweze kujua. Lakini hongera pia kwa wewe ambaye umeweza kuchaguliwa au kuitwa katika usaili huu, maana hii ni hatua nzuri sana, na unachotakiwa kufanya ni kujipanga na maswali ya usaili ili uweze kufanya vizuri na uweze kupata nafasi yako ya kazi uliyoiomba. Ni kutakia kila la heri. Mimi ni Feaboy, asante na karibu tena.